Mheshimiwa Tarimba, jiandae Mheshimiwa Sigura, jiandae Mheshimiwa Manyanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Na mimi kwa mara ya kwanza naomba nimpongeze Mheshimiwa Esther Matiko. Esther Matiko yeye ni mwanachadema lakini kwa kila hali ukimwangalia anafaa sana kuvaa jezi ya manjano na kijani. Huyu ni mwana halisi kabisa, ni Mtanzania halisi mzalendo, anajua na kuheshimu mamlaka za nchi hii. Hivyo wacha nimpongeze na namkaribisha sana kwenye chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa naibu spika, ukiangalia mtandao wa TikTok kwenye peji moja inaitwa Ujiji Online TV, yupo dada mmoja Mkenya anajiita Batuli. Na nafikiri hii klipu nimeiona hata kwenye kundi la wabunge wa CCM wa wa ikisambaa, mimi niliona mapema. Huyu dada anasema hivi, yeye ni mwanaharakati na anapenda sana wanaharakati, na anaposikia kuna mambo ya wanaharakati hupenda kujipeleka. Sasa alivyokuwa kwao Mombasa, akaona kundi la Wakenya wenzake wanaji wanajikusanya kwenda kwenye ubalozi wa Tanzania kwenda kupiga kelele kuikashifu serikali na kumkashifu rais wetu. Yeye akaenda, lakini alipofika kule mazungumzo yale yaliyokuwa akizungumzwa pale, akagundua kwamba wote hawa wanaojifanya ni wana harakati kumbe wanalipwa na wazungu, wanalipwa na wazungu kuja kutuchafua. Lakini sasa mimi nikajiuliza, hivi kweli huyu mtu anaitwa Martha Karua na wenzake wote, hela ilivyo ngumu kiasi hiki apate hela ya kupanda ndege aje kwetu Dar es Salaam Tanzania, akae kwenye mahoteli, apate kula chakula. Kwa mapenzi gani na Watanzania? Kuanzia lini anatupenda huyu mtu? Hizi ni fedha wanazopewa, na kwa kuwa sisi tumeshawatambua mimi nipongeze sana serikali, watu kama vile wakija tena, badala ya kuwarudisha, tia ndani. Kila mtu kwenye dunia kuna seti mbili tu za sheria, international law na domestic law. Domestic law zinabakia katika uwanda wa Kitanzania. Hatutaki mtu mwingine atuonee huruma atupende, kwa sheria zetu za ndani. Tuacheni wenyewe na sheria zetu za ndani, hata hizo sheria za kimataifa ni mahusiano tu. Sasa wewe hey, Martha Karua ndugu yangu, una tuilako jikoni huko, hujalimaliza unakuja kutafuta ugali wetu. Wa, nini na haya mambo, haya mambo haya tukisipoangalia vizuri ndio anaoleta chokochoko ndani ya taifa letu. Kuna mtu mmoja hapa ndani mwenzetu mbunge tena, ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi ya kuzungumza kwenye neki, ana nafasi ya kukutana na wakubwa. Anaanza kutuchokonoa. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi. Huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua, anatoa mifano ya kutisha? Kiswahili bwana, ni sisi watu wa pwani tunakijua, tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature fasihi. Wewe unaanza kutoa mifano, unatoa mifano asema bandari ikiuzwa. Sisi tunajua unalenga wapi, ndugu yangu. Huko uliko, tunakujua unalenga wapi. Halafu unatoa mifano mibaya kwa rais wetu, mtu ambaye tunampenda, mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya Tanzania hii unakwenda kugusa familia zake. Unagusaje familia yake? Mtoto wake, unajua jinsi ya kupata mtoto ye. Unajua jinsi ya kulea? Unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho, Mungu akulani kabisa huko uliko, na hayo yasitimie kabisa. Unatoa mfano kwamba mtoto akitolewa macho si na nini, unataja majina ya watu alafu unasema ni mfano. Sisi Kiswahili ndio lugha yetu tumefundishwa shule, tumeisoma, tunajua fasihi, tunajua kutafsiri. Huna mema kwa Tanzania, hana mema kwa Tanzania huyu bwana. Mimi ningependa sana awepo, haya maneno tukiyasema angekuwepo pale, lakini bahati mbaya hayumo humo ndani. Huko aliko ayasikie, alafu yeye atujibu, potelea mbali lolote na liwe. Mheshimiwa, mimi nilitaka nizungumze maneno hayo kwa sababu yameniumiza. Unamtaja rais ambaye anajipamba anua kuitumikia nchi hii Tanzania. Imepata maendeleo ya haraka ndani ya miaka minne kuliko kipindi kingine. Mimi kwangu Kinondoni, kwangu Kinondoni kuna mambo ya mzigo. Tumeletewa trilioni moja nukta tatu. Bajeti gani? Jimbo gani ambalo limepelekewa hela nyingi kiasi hicho kwa mara moja? Halafu wewe unakwenda kumchokoza mtu ambaye anatuokoa wa sisi wana Kinondoni, sisi hatukubali. Na leo nilizungumza na mwenyekiti wa CCM wa wilaya Kinondoni nikamuuliza nyie mko wapi? Mko wapi kamati? Watu wanafanya makosa madogo tu wanaitwa kwenye kamati za maadili, wanaitwa kwenye kamati za siasa. Jambo zito kama lile, halafu mnakaa kimya. Nililisema hili na huko anakonisikia, mwenyekiti wangu anaitwa Shaweji Mkumbura. Mheshimiwa Shaweji, nakuambia kwamba sisi haturidhiki rais wetu kufanyiwa dhihaka, tena wanafanyiwa dhihaka na watu wa Kinondoni. Hatukubali, usipochukua hatua na mimi mwenyekiti, mimi mi nitakutilia wasiwasi hivyo. Mi naomba mheshimiwa Spika na naibu Spika, nilisimama nilitaka niseme mambo haya kwa sababu sisi wana Kinondoni yametukwaza sana. Naomba nimtie moyo rais wangu, mwenyezi Mungu amjalie wa awe na moyo wa udhibiti kuweza kuyahimili haya mambo, yatapita tu haya hii, yetu, na nchi hii tutafanya uchaguzi wetu, tutakuwa salama. Nakushukuru sana.